Nami niseme nini tena, kwa kuwa wakati usinga linitosha kunena habari za mitume na manabii, ambao kwa imani walifunga vinywa vya simba, kwa imani walizima nguvu za moto, waliokoka na makali ya upanga, walitiwa nguvu baada ya kuwa dhaifu, walikuwa hodari katika vita, wakayashinda majeshi ya adui zao. Na wengine waliumizwa vibaya hata kuuawa, wasikubali ukombozi, ili waupate wokovu ulio bora. Hao ni watu ambao ulimwengu haukustahili kuwa nao, na mwisho wa mwezi huu tunashinda na zaidi ya kushinda kwa sauti ya imani. Kanisa la ENCC Mji wa Bwana kupitia mtumishi wake Askofu Dr. Manasse DM imekuendelea ibada nzuri ya wiki ya kiunabii inayosema kwa sauti ya imani, maisha yako na yawe ya faida. Ibada hizi zitafanyika kuanzia siku ya tarehe 25, 26, 27 na 28 kuanzia mida ya saa kumi na nusu ya jioni na kilele chake ni tarehe 29 ya mwezi huu wa sita kuanzia saa tatu kamili ya asubuhi. Njoo wewe na familia yako, ili kwa nguvu ya imani maisha yako yakawe ya faida. Ibada hizi zitakuwa live pale YouTube na TikTok kama Hebron TV lakini pia tutakuwa live katika channel namba 416 katika kingamuzi cha Star Times antena kama Hebron TV. Njo ili kwa sauti ya imani maisha yako yakawa ya faida. Kumbuka ENCC Mji wa Bwana ni maana mabaya yasiporuhusiwa kuharibu shalom.